Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu, mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele.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 bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 775967. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wake mbele ni CCM ikija kivingine, mikutano kufanyika kidigitali, ilani mpya hadharani leo, yajivunia mafanikio sekta zote bara Zanzibar. habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili gazeti limeandika, TIRA ipongeze NMB ubunifu bima ya vikundi, habari katika ukurasa wa nne buriani mwamba wa Afrika mgungi wa Thiongo habari katika ukurasa wa saba ziara ya Majali wa Japan yaanza kulipa, undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne ardhi yajipanga kukusanya bilioni mia mbili sitini na tano yataja vipaumbele saba maeneo ya wekezaji trilioni kumi na sita yaidhinishwa Wakazi mijini waongezeka kwa asilimia sitini na mbili, watumishi vicheko mikopo ya nyumba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Janabi athibitishwa kuongoza WHO, habari katika ukurasa wa saba. COSTECH iyaita vijana ubunifu mazao ya bahari, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Habari Leo, gwiji la habari ijumaa leo. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi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 undani ni katika ukurasa wa nne pamoja na ukurasa wa tano. Serikali yabebeshwa jukumu kuwezesha hedhi salama shuleni, habari katika ukurasa wa pili. Mwongozo wa Taifa wa Afya na Usafi wa Hedhi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano utakaowezesha shule na maeneo ya kijamii kutenga nyumba maalum kwa ajili ya wanawake kujisitiri umezinduliwa, ukieleza undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Ndejembi akamalia migogoro ya ardhi, habari katika ukurasa wa tatu lakini pia gazeti hili limeandika pengo aliloacha Ngungi wa Thiongo barani Afrika, habari katika ukurasa wa 13. Marufuku ya sigara maeneo ya wazi bado mfupa mgumu, habari katika ukurasa wa 14. Licha ya sheria ya udhibiti wa tumbaku ya mwaka elfu mbili na tatu kutangaza uvutaji wa sigara hadharani sheria hiyo imeendelea, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 14. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako usome so ndani zaidi. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye li w habari iliyopewa kipaumbele ni rais Samia, ilani ya CCM imeandaliwa kwa weledi, ni ya uchaguzi 2025 2030. Asema imeandaliwa na makundi mbali mbalimbali katika jamii ya CCT, ni chombo cha kushawishi wananchi kuendelea kuiamini CCM. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. CCM yafanya mabadiliko ya katiba, vikao ruksa kidijitali, habari katika ukurasa wa nne. Kapinga taja vigezo vya ziada vitongoji kupata umeme. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Fanyeni ukaguzi kwa weledi, msione wachimbaji, mhandisi Kamando. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. TAKUKURU Kinondoni yafuatilia miradi mitatu ya bilioni mia moja tisini na nne. Habari katika ukurasa wa tatu. Wachimbaji wazitaka taasisi kutimiza ahadi. Habari katika ukurasa wa tatu. Daktari wa Ufaransa jela kwa kubaka mamia ya watoto habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika AI spam filter na usalama wa data zako, habari katika ukurasa wa kumi na moja, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii yenye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM usipime usajili wa wanachama wafikia milioni 13 ya tamba utekelezaji ilani kwa kishindo yajayo yanafurahisha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu habari. Picha ikaonyesha baadhi ya wajumbe wa mkutano maalum wa chama cha mapinduzi CCM wakimsikiliza mwenyekiti wa chama hicho Rais Samia Suluhu Hassan wakati wa ufunguzi wa mkutano uliofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete JKCC jijini Dodoma hapo jana. Gazeti limeandika wizara ya ardhi yaainisha mambo saba vipaumbele, habari katika ukurasa wa tano: kuimarisha mipaka ya kimataifa, ukuaji sekta ya mitiki, usajili wa ardhi mijini na vijijini, kuboresha mfumo wa utatuzi wa migogoro, kuongeza kasi upangaji ardhi, nyumba na makazi bora. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano wa gazeti hili nchi ya Japan ya hili Tanzania ukarabati barabara, habari katika ukurasa wa saba. Chadema sasa yamwangukia mboe kukoa utatua mizozo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika walia gharama za upatikanaji wa vifaa nishati jadidifu, habari katika ukurasa wa tano. Mahakama ya wachi washtakiwa dawa za kulevya, habari katika ukurasa wa tano, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii. Pata nakala yako, somo ndani zaidi. Nalo gazeti Zanzibar Leo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Hemedi, tumetekeleza ilani kwa kishindo, sema imeacha alama ya uongozi wa Dokta Mwinyi, habari katika ukurasa wa pili. CCM kuzindua ilani mpya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Zaa ya dhamiri ya kuongeza idadi ya mashirika ya ndege ya habari katika ukurasa wa tatu id al adhra wa Juni saba. Habari katika ukurasa wa tatu. Saudia ya laani ziara ya waziri wa Israel msikiti wa al Aksa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Ndalo gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenye habari lilopewa kipaumbele ni uzinduzi laani CCM usipime ni uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano kufanyika leo mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu maalum Rais Samia asema imeshirikisha wananchi, wataalamu imebeba mahitaji muhimu ya Watanzania, aongoza wajumbe mabadiliko madogo ya katiba CCM. Habari katika ukurasa wa tatu. Bunge la ardhi ya bilioni mia moja sitini na nne ardhi waziri Ndejembi aja na vipaumbele saba, ahidi kuibadilisha sekta hiyo kwa kuweka mifumo madhubuti kuondoa migogoro ya ardhi, avitaja vipaumbele hivyo kuwa ni kuongeza kasi ya upandaji, upimaji, umilikishaji na usajili wa ardhi mijini na vijijini na katika maeneo ya, ya kimkakati. Mashamba yasiyoendelezwa sasa umiliki wake kufutwa kupewa wananchi kwa ajili ya shughuli za kilimo, makazi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. NMB Mentorive wazindua bima kidijitali kwa kikundi, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. REA wananchi changamkieni miradi ya nishati safi, habari kwenye ukurasa wa pili. Bunge laitaka serikali kusaidia upatikanaji wa nyumba NHC, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane, na hivyo ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake wa mbele Ijumaa ya leo. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu ni gazeti Mwanaspoti, habari iliyopewa kipaumbele ni Yanga yaamua Mokwena au Mfaransa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mokwena, mwenye umri wa miaka 38 wasifu jina Ruran Mukwena, kuzaliwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba Juni 9, uraia ni Msauz, wakati huo umri ni miaka arobaini na tano Jina ni Julian Kavaria, kuzaliwa Desemba mosi, mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita uraia ni Mfaransa. Lakini pia gazeti hili imeandika wasaus Wamfuata mutale Diara. Habari katika ukurasa wa pili. Fei kwaziziki sawa, ila tusubiri tuone. Habari katika ukurasa wa kumi na mbili. Hizi ni nondo za legend amri Kiemba. Undani wa taarifa hili katika ukurasa wa kumi na mbili. Lakini pia gazeti hili limeandika Jemo Feruz, watu wa City. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani. Uturuki leo Ijumaa ni Galatasaray dhidi ya Istanbul, mchezo utapigwa saa mbili kamili usiku na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, kwa jina la habari Tanzania, lenyewe michezo na burudani limeandika Fadlu alia na ugumu wa ratiba, kamati ya kerwa maamuzi mabovu, habari ligi kuu, habari imeandika kwenye kurasa za ndani. Msuva awafunda wanaocheza soka nje, undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mwigizaji Rajesh afariki dunia India, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti ya habari leo gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa toka zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.